400 million imetukika katika siasa ya Mbeere, wakati wewe Kasongo unaambia walimu wa JSS ati wangoje another two years ndio wapewe kazi permanent. Semeni shetani ashindwe! Kasongo aende asiende, Kasongo aende asiende. Jana katika kanisa mahali panaitwa Marsabit, hata wakristo ni kidogo sana huko kwa sababu wengine ni Muslims amepeana 100 million Kenya shillings sameni, Kasongo aende asiende, Kaonga aende asiende, aende asiende. Wewe Kasongo, tumekuja na wewe hapa 2 years ago, ukakuja ukaingia kwa tractor ukaendesha, ukasema hii barabara in 2 months itakuwa sawa sawa. Barabara haijasonga hata senti moja. Kasongo aende asiende! Ae, aende asiende! Wewe Kasongo aenda Mwambieni aende. Mwambieni aende. Mwambieni aende. Mwambieni aende. Mwambieni aende. 27 tunafukuza kasongo na vibaraka wake wote. Kadaguo? Mtoka na matumbe maayo sio kyetea. Kadaguo bai? Nini ngore tonge murutira wira wenyu. Nimefanya kazi mzuri ama sijafanya? Si nimewatetea mongoka. Si sasa mongoka munauza? Na niegwe immediately. Mwadhura muthende.

Karish karish, uh, karish karish karish karish oka kushia rera kate guo. Moja tu inaenda kwa mdhendeko. Afu hizo zingine zote zinakuwa spoiled. Karish ya nachukua. Karish ya nachukua zote. Mtalinda hiyo kura na wacha niongee na huyu karinda. Wewe karinda unachukia watu wa mbere. Si karinda anachukia hiyo nyinyi sana ati saa hii ameshika mtu ambaye anajua awezi saidia mbele hata kidogo ati anamleta mfanye mbunge ati ate mtu wemondo nginya tese wega goku kweta kwa kikuyari momo tu mo mbunge ni mogwetekera bai ruru mena karwa mbirie go bai ando wetu mutadil na yeye mutadil na yeye na barabara ina sionze murero wa tenisi okete kuthonde kwa ando wetu niembe karaka kore mbunge mimi niko huko bunge na mimi ndio the chairman young members of parliament on top of that mimi ndio nakuaga among the first most vocal members of parliament wotie na mbesa sie kiretwe varavara sia mbere riu mainde te maravanga kuida ira kita makiuga tuyekeru mbesa tuyekeru mbesa tuyekeru mbesa kasongo anatumia pesa yetu kufanya siasa